Halmashauri ziweze kununua mashine na kuzipeleka katika maeneo ambayo watakuwa wameainisha kwenye tathmini, na mashine hizo zisimamiwe ziweze kufanya kazi ya kuongeza virutubishi kwenye mazao a, kwa maana ya nafaka pamoja na mafuta, ili tuweze kuendelea na mpango vizuri wa kutekeleza kwenye jamii katika kuondokana na udumavu na kuboresha hali ya chakula. Na kwa maana hiyo ile modo ya ikungi sasa rasmi kuanzia leo tunakwenda kuitekeleza kwenye halmashauri zetu. Wakuu wa wilaya simamieni hilo, katibu tawala simamieni hilo la kuweza kupatiwa mashine na kuingia makubaliano ya namna ya kupatiwa mashine hizo kwenye maeneo yaliyofanyiwa tathmini na namna ya upatikanaji wa virutubisho vitakavyosaidia katika uendeshaji wa mashine hizo. Hilo ni jambo la kwanza, lakini lingine, katibu tawala simamia kwenye mkakati wetu kuongeza kipengele kinachohusiana na upatikanaji wa mashine hizo kwenye halmashauri zetu zote na kwenye maeneo muhimu kama vile kwenye vitongoji, kwenye mitaa na kwenye shule zetu za msingi pamoja na shule za sekondari, lakini pia kama nilivyotangulia kusema kwenye mitaa na vitongoji, kwa maana jamii nzima iweze kupata nafasi ya kupata virutubisho hivi. Lakini swala lingine tumepokea na lilikuwa kwenye mkakati wetu pia, kufanya O, utafiti au baseline study itakayowezesha kuweza kujua hali yetu ikoje na tunataka kufikia wapi na katika kipindi cha muda gani, tuweze kufanya uh, tathmini za mara kwa mara. Nikuagize katibu tawala kuhakikisha hili linafanikiwa, kufanya utafiti wa awali ambao utaweza kutuonyesha kama mkoa, maeneo gani yana hali mbaya zaidi, maeneo gani yana hali ya kati, na maeneo gani hayana hali mbaya kwa maana ya hali ya lishe kupitia watoto kwenye kliniki zetu, vituo vya afya, zahanati, hospitali, lakini na watoto walioko mashuleni kwa namna itakavyoonekana kitaalamu inafaa. Niagize stadi hii iweze kufanyika haraka ili tuweze kujua tuko wapi na tuweze kupanga vizuri mikakati yetu ya kutufikisha sehemu ambapo tutaondokana na udumavu na tutaboresha hali ya lishe ya jamii kwa ujumla wake. Lakini agizo la tatu na elekezo la tatu ni kwa jamii nzima ya Wanakatavi. Mipango yote hii tulionayo, mikakati hii mizuri tulionayo katika kuboresha afya, kuboresha lishe na kuondokana na udumavu haitaweza kutekelezeka na kuleta mafanikio kama jamii ya Wanakatavi hawatatuunga mkono na kuwa wasikivu. Niwatake Wanakatavi wote kuhakikisha wanaunga mkono jitihada hizi na mikakati hii mbalimbali inayotupelekea uh, katika kuondokana na udumavu na kuboresha hali ya lishe kwa jamii nzima. Watuunge mkono, watekeleze na wafanye hivyo kwa uaminifu kabisa na kutekeleza maelekezo yote yatakayotolewa na wataalamu wa ngazi mbalimbali za lishe kuhakikisha kwamba jambo hili linafanikiwa.